Wameuwawa wengi, wamama ndio wameguswa. Vita hii imegusa sana wamama. Tukiangalia, tulisema wamama wale ambao wamekufa huko Jambwe, watu karibu makumi mbili lakini wamama wamekuwa mara moja watu kumi na nne watu kumi na nne vito wengi walikuwa hospitalini, wengine wamama walikuwa wamejifungua wamezaa, lakini adui ameacha watoto na anaua wamama. Naona kwamba adui akianza kuwa wa mama, ina maana kwamba huyo adui anataka amalize watu wote, sababu sisi tutazeeka, hatutakuwa na watoto ambao wamezaliwa ambao watakuja nyuma. Na kwa mradi ni nini ambao mnangojelea kwa government kama matukio ya hicho kibarua? Kwanza, administrateur wetu ametuambia, ametuhakikishia kwamba atafikisha hii ombi letu kwa wakuu, utafikishia gouverneur na hapo hapo ametuonesha kwamba itafika mpaka kwenye mkubwa wa inchi, na sisi ametuhakikishia kwamba kungambo fulani fulani wale ambao ni wetu eh, wameungana na guvernema, gu, guvernema yetu imeungana ili iweze kukomesha hiyo hao waasi wa ADF na tena ametuambia kwamba wameanza tayari kushika wale wa askari ambao hawasikii, ambao wanafanya vitu ambavyo havieleweki, hata hao wazalendo. Na ametuhakikishia kwamba wataendelea kusaidia hii mambo ambayo tumesema humu ndani, watahakikisha ipate jibu. Lakini kwa ngambo yetu hatutaki kusema, watuambie maneno tu. Sisi kwetu tutajua kwamba wamesikia tutakapoona matendo, tutakapoona wamekomesha Wamekomesha mauaji ama wamekomesha waasi, Mama Dr. Joceline. Oh, yeah. Hivi keamptahat a ama haya asma hakuna msimamizi kuwa, tunasikitika kuona mauaji na endelea, inaendelea, tumepara, baada ya miaka karibu tano, wanaua watu kwa hali ya kinyama, hali ya kibumbavu tunakosa kama wasikari wetu kwa hii hali yote, baada ya miaka tano hawayaweza kusema waneza metrize sitiansio kusema na angalia kwa mabatu viku na kila siku hawaya fungula ufasive kondre ADF. Eske ADF ya neza kona nguvu kupita FRD seto ya nani ya Kongo muzima? Kwa majina mimi ni mheshimiwa Eze Kanendu, nikiwa mwanabunge mustaafu ndani ya jimbo ya Kivu ya kaskazini niliwahi kuchaguliwa ndani ya mtaa wa Lubero. Kwanza na pana pole kwa uh, wakongomani wote na hasa uh, wale wa, ki, uh, wa jimbo ya Kivu ya kaskazini na katika uh, mtaa wa Lubero na katika sekta la Bapere. Watu waliweza kuuliwa kinyama ndani ya sekta ya Bapere eh, fasi ambako wanaita Byambwe. Wengine walikuwa wagonjwa ambao hawana tena nguvu ya kukimbia. ADF nalu waliweza kuingia huko wakaua watu kiolela, na serikali haikufanya lolote. Sisi tuliangalia kwamba hii ni Kazarau kabisa na tunaangalia kwamba serikali imezembea, sababu wakati ADF ilianja hiyo mauaji halaiki ndani ya mtaa wa Beni e, e, wakaendelea mpaka mtaa wa Jugu na leo wako katika mtaa wa Lubero, serikali kumeikwisha isha karibu miaka kumi. Kwa, kitu gani inakosa kwa kusudi uh, waweze kurejesha amani na kuwapiga hao wadui katika sekta la Bapere ndani ya mtaa wa Lubero? Kwa sasa ni watu 2668 na ambao wamekusha kuuawa tangu uh, uh, tariki kumi na mbili Juni E, mwaka wa elfu mbili makumi mbili na ine. Kwa sasa hile, hiyo ndio idadi. Kuna watu mia mbili makumi tisa na ine ambao walishikwa mateka tayari wamekwusha kutoroka. Kuna watu a, mia ine, makumi, e, makumi sita na nane ambao kwa sasa jamaa zao hazina habari yoyote. Bo, na, na miji mingi imekwisha kuunguzwa na watu wengine wamekwisha kuporwa mali, tunakosa tufanye nini? Kuna operesheni ambazo wanaita suja ambazo zinafanyika kati ya EPDF na hao na askari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zikishindikizwa pia na wale wazalendo. Ukifika huko Byambwe, ukifika huko Manguruji, pafasi ambako wanaua watu, ukifika fasi ambako uh, uh, nani, bandulu waliua watu, ukifika uh, mbimbi nabo, ukifika uh, utakuta huko kuna jeshi la taifa, utaona kuna jeshi ya Uganda hiyo UPDF, lakini utaona kwamba kuna namna ya uzembe hiyo mkazo, ambayo waliweza kucia kwa kupigana na M23, atukaa hawajawahi kufanya hivyo ndani ya hizo operesheni, sababu hizo operesheni za kupika M23 waliweza kupandisha ndege juu iliweza kuwasaka. Tuliangalia M23 ilikuwa iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki. Tuliangalia ishirini na tatu ilikosa kabisa la kufanya wakati wanawapiga. Tunapenda hiyo nguvu wawezi kuitia fasi moja kwa ajili ya kupambana na hawa adui ADF, Waongeze idadi ya maskari waweze kuongeza e, e, nguvu za, a, vyombo vya utafiti wa habari waweze kuongeza vifaa ambavyo vinastahili kwa kupigana na hawa watu, sababu kwa sasa wanajificha ndani ya misitu mikali ambako jeshi haiweziweza kuingia. Wakiweza kutumikisha hiyo ndege za kivita, wakitumikisha vifaa ambavyo vinastahili, na wakiongeza idadi na waza, inaweza kuleta uh, suluhisho kidogo, sababu uh, raia wamekwisha kuteseka sana.